Ni katika ufunguzi wa barabara ya Ngorongo Githunguri katika kaunti ya Kiambu ambapo mbunge wa Gatundu kusini Uhuru Kenyatta aliandamana na baadhi ya wa wabunge kutoka mkoa wa kati na wanaounga mkono azma ya Uhuru kuwania kiti cha urais. Msafara huo ulisimama katika sehemu mbalimbali mbali kama Kikuyu, Thogoto, Yamura, Ruthigiti, Kamango na Thigiu kando na kuzungumzia suala la uboreshaji wa miundo misingi, kwani uhuru alionekana kuepukana na siasa leo, wengine walichukua fursa hiyo kujieleza. Maneno mengi yamesemwa, lakini serikali imesema na imesimama imara kuhakikisha ya kwamba maendeleo yaendelea kufikia wananchi wetu wa Kenya. Leo uhuru amekuja na bendera moja ya waziri wa fedha, lakini majaliwa, Mwenyezi Mungu akikubali mwaka ujao atakuja na bendera mbili, moja ile ya Kenya na ingine ya rais wa jamhuri ya Kenya. Opinion poll ile ya ukweli katika Kenya hii inasema Uhuru Kenyatta ndio namba moja, tumekubaliana, yeah. Tunaombea Uhuru sana kwa ile kazi ambayo wako nayo mbele na kwa ile kwa ile, kwa ile kesi yako nayo na tuna tunajua tuna, tuna hiyo kesi ni lazima atashinda. Vile vile walitoa wa mwito kwa tume husika kuwachagua maafisa wenye hekima na busara watakao hudumu katika IEBC ili kusiwe na mvutano katika siku zijazo. Carol Dery KTN, leo.